zangu popote ulipo, naongea hapa mwenyekiti wa ma driver East Africa Group Union. Kuna dereva mwenzetu hapa mmoja a Kitanzania, amepata dharura, ametekwa na kupigwa na hatimaye upola kopa zake. Sasa hapa tuko hospitali, eneo hilo limetokea leo asubuhi saa moja kama unavyoona madereva wengine hapa wapo hapa Kitanzania ambao ndio waliomfanya msaada mkubwa kumlete bwana hapa hospitali, kama mnavyoona tuko nao hapa. Haya matukio kwa kweli naona yanazidi kujiendeleza. Mpenzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhari bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Dereva wa kampuni ya Tanuku Africa, ndugu Daniel Maliseli Luhega amenusulika katika jaribio la kutekwa na kuibiwa mzigo wa kopa katika milima hatari ya Bungubungu nchini Kongo. Akizungumza na CHAWAMATA TV, Daniel alikuwa na haya ya kusema. Mulishe majina yako eh, yote matatu eh. kwa majina, mimi naitwa Daniel maliseli Ruhega. Okay, ni dereva ni dereva kampuni gani? dereva katika kampuni ya Tanuku Africa kwa miaka miwili na nusu sasa. E, mgodi wa RCS uko, uko maeneo Mwede, gani yep? uko maeneo gani wa mgodi? Kolowezi Congo, Kolowezi Congo ya yeah, unaelekea Dar es Salaam ndio. E, hebu e, tumepata taarifa za wewe kuvamiwa. E, sasa unaweza ukaelezea nini kimetokea maeneo hayo na ilikuwa kuwaje? Karibu asante. Sijui kama nitaweza kueleza kwa kifupi eh, hey, kwa, kwa kifupi kama, yeah. Okay ah uh, kifupi kwamba tumeondoka jana saa 3 na nusu, jana tarehe 17, eh, wa, wa, magali magali sita tukiwa na maescort watatu. Ndio hayo magari ya kampuni moja au kampuni tofauti tofauti? tofauti ana yote yalikuwa ya Zambia mengine isipokuwa mimi tu okay, ya tukaja, mpaka tunafika Bungubungu ni muda unaruhusu, ni muda ulikuwa unaruhusu tu vizuri kuendelea na safari, labda kufika Lubumbashi. ilikuwa kama saa ngapi? ilikuwa kama saa kumi kasoro jua linawaka mm ya Kongo jua linawaka, kiasi kwamba labda tungeamua kuja huko tungefika, ndio. Lakini gari yangu ilikuwa na shida kidogo ya betri, ndio. Kwa hiyo nikaona si ikaleta shida wakati wa jioni, ikabidi ni mshawishi escort tuingie pale Bungubungu. Bahati nzuri kufika tu pale Bungubungu nikawa nimemkuta mtu anayemfahamu kwa hiyo tukalala pale, ndio. Kumekucha asubuhi, ameniamsha mapema sana kwenye saa kumi na mbili na robo ndio kwamba amka uwashe gari kwa sababu gari yako ina shida hivi. Nikamwambia, usiku huu hata kama ni kiopa, tunaenda wapi? Siwezi kuwasha gari sasa hivi, naomba kuche kupambazu, tafuta tu btr tutawasha, kwa sababu tangu tunaanza safari tatizo unalijua. Ilikuwa saa ngapi asubuhi, saa ngapi hiyo? a ni saa moja mwendo ama saa moja na dakika kumi wakati anaku, anakutaka muondoke mapema nitaka ilikuwa ni saa moja kasoro saa, saa, saa, saa kumi na mbili Ndio, ndio. Kwa hiyo mi nikakataa kwa ajili nikakata ya usalama, na bado palikuwa na kiza. Ndio ya kulivyopambazuka, nikatafuta betri, nikapata, ndio tukawasha gari, mimi nikatangulia. Ndio tumekwenda kidogo tumekwenda kidogo, gari moja katika konvoi yetu ikanipita, ikawa iko mbele kwamba gari yangu ina uwezo mdogo mm, wa kupanda milima. Sasa ule mlima wa mkali ule wa Bungubungu kama unafahamu vizuri bosi, ndio magari haya mengine yote yakawa yananipita yananipita yananipita, hatimaye nikawa nimebaki peke yangu yeah, nyuma lakini nayaona yale, ndiyo na magari yanapishana bala yaani, ni kweupe kabisa, hata mtoto wa darasa la kwanza anaenda shule peke yake ndio. Si baada ya hapo Mm -hmm. Nikiwa napanda polepole sana, ndio nikaona gari zimeongozana, vieta iko mbele iko nyuma. Ndio basi wakati naikaribia vieta, ndio ikaonyesha ishara kama vile inataka kukatiza mbele yangu ishara mm -hmm. ikawasha tana, ikawasha indiketa nikaangalia huku anakotaka kwenda ambako ni kulia kwangu, na Kongo tunaendeshea kulia. Mbona hakuna hata parking? Ndiyo. Bas fanya hicho kitendo, akaja akakanyaga mstari wa katikati, alafu wakati ile nyingine, na yeye kimfuata polepole, alivyofika yaani milango yetu kulingana, mlango wa ile gari ndogo na mimi kulingana huu mlango mm. wangu wa abiria mm. nikasikia tu kwamba pipe imekatwa Nikamgeukea skoti nikamwambia, bana tumevamiwa. Nikaangalia site mia, nikakuta probox inashusha watu hasa wasiopungua kumi na wawili. Ndio basi, nikaangalia wale wawili wakapanda kwenye tela mm. wanne, mmoja akafungua milango kule akamshusha skoti mm. hawa wengine. Nikasema sina sababu ya kuendelea kubaki kwenye gari, hawa watu ni wengi. Ndiyo. Nikashuka chini mara moja. Wakati nashuka tu kufika chini ile vieke mm, nikapiga risasi zisizopungua tano. Nini ikapiga risasi, risasi za bunduki nimeiona vizuri bunduki SMG iliyokuwa haina kitako, ndio ehe, zikalia zile risasi kweli, nikajenga uoga na hofu. Wale jamaa sasa kazi yao, walio wanne wamo kwenye gari wanasachi vitu hawa waliobaki chini sasa wananivuruta mimi kwenda <coughs> wanasema, twende poli mpeleke mupoli mm. Kweli wakanivuta kama mita kumi na tano kutoka barabarani, mita kama kumi na tano au ishirini mm, karibu tu, e, karibu tu, yale baadhi ya matendo kule barabarani inayaona, tunafahamu mm. ule mwinuko ulivyo, yeah, ndiyo. Basi nikawa wa kupigwa sasa, huko nikapigwa, walikuwa na kamba kama karopuaya kadogo hivi, karopuaya kadogo, wanataka wanivishe shingoni mm. Kweli nikaidi nashukuru Mungu, kwamba nimepata ujasiri sijui umetoka wapi mm. Nikawa na nikawa sana shindana nao, nashindana nao sasa, wakaja na mamiti na ma, na ma, na, na, na ma kama mamipini hivi ya shoka shoka hivi Mm, wakanipiga sana upande wa mgongo unapounganikia na tungwa hapa upande wa pangu wa kushoto mm, wakanipiga sana, akanipiga kama mapigo tatu na mwingine tena akaja na likoleo tena akanipiga mm. Alafu aliyenimaliza sasa kwamba sasa nimeshindwa alikuja na ndimbo, ndimbo lakini ilikuwa ni ndefu hivi ndimbo, kama zile kloba, kama unaijua kloba mm, piga nyonga ya mguu wa kulia Hmm. Akapiga kabisa nikasikia akanigusa pabaya kabisa mwili wote ukafa ganzi, yeah. Basi nikawa nimeanguka chini, kuanguka chini tayari wameshanivisha ile ropu ya miguuni, basi wakaizungusha wakaizungusha, wakati hmm. wanaendelea kuizungusha yule aliyekuwa barabarani yule mwenye ma alikuwa ameshuka, mm -hmm. Mwenye vepya alirudi kwenye gari kukaa left hand mm -hmm. Kwa hiyo akasema akaita kwa sauti huko, um, mkimbie haraka huku. Basi mm. wote wakakimbia, wote wakaniacha okay. kule. Wakati huo, sorry. eskoti ulikuwa unamuona, ulikuwa wapi? Eskoti wakampeleka poli upande wa pili, yeye kushoto, mimi kulia ah okay. Kwa hiyo sikujua kilichoendelea zidi yake. Kwa hiyo walivyokimbia kule kufuata sauti ya huyo, labda ni bosi wao Mm. Ili nikajifungua haraka haraka ili nitoke kule polini. Ndio. Yeah. Mwendo wa dakika mbili hivi ile rupu kwa sababu wakati wananivutavuta imenikwaruza kwaruza ikawa inanitoa damu na nini na ikapita kidogo kwenye kidole cha kushoto ikalichana kidole. Kwa hiyo maumivu wakanipiga na wakawa wananirushia michanga machoni. Mm. Basi nikafanikiwa kuifungua kamba yote nikaiacha kule kule nikakimbia barabarani. Wao kwa hiyo walivyofika pale wakaondoka au? Kwa wanapanda sasa magari, wanapanda magari yao, baadhi wanaingia kwenye ile viete, baadhi kwenye makiexi, baadhi kwenye kwenye hii probox ya njano mm. Lakini katika zoezi hilo la kurudi kwenye magari yao, wakamwita escort, kwa jina silikumbuki, wakamwita escort wakaongea kikongo kwamba, njoo uchukue simu yako. Escort akiwa ya upande ule wa kushoto Escort akakimbia akachukua simu, nilivyogeuka nyuma... unamaanisha kili... unamaanisha unahisi walikuwa wanamjua yule Escort. Okay, nitakueleza pia, utaniuliza kuhusu Escort pia, nitakupa maelezo yake, nimalizie hili kwanza. sawa sawa, kilichofanya wakimbie mm, kilichofanya wakimbie kulikuwa kuna trucks mbili za Kitanzania zinakuja, zote zilikuwa ni hoho. Ndio. Wakati tukio langu lote linaendelea, magari yalikuwa yanapita tu ya yanapita tu mengi tu yanapita yanaenda na kushuka so, kwa sababu alinibana kwamba nitoke njia, kwa hiyo njia ilikuwepo ya kutosha. Ndio, kwa hiyo walivyomaliza tu kuingia kwenye magari yao kuondoka, zile hoho zikafika, mimi kweli nilikuwa sina uwezo wa kusimama vizuri, nikakaa chini, nikampiga yule bwana mkono nikiwa nimekaa chini Kweli akaheshimu ile anapaki nikamwambia, kata barabara, kata barabara. Wakati huo wale kabla hawajaondoka wameshaondoka, sasa ndio wanaondoka, tunawaona kwa juu sasa. mm. Nikamwambia, kata barabara, kata barabara. Kweli nikashindwa kusimama, basi nikawa natembea kwa kujivuruta pale barabarani. mm. kwa ajili ya maumivu ya nyonga na mgongo. Mm. Basi basili bwana akakata barabara. Vipi? Nikamuelezea, akaja na mwenzake, akaja na mwenzake, ikabidi zikawa tatu. Moja ikasogea mbele kwa kampuni moja. Basi hapana, si siwajui kabisa na, wala wao hawakuwa wametoka, yaani wametoka katika kampuni moja kabisa kabisa, wametoka sehemu zao nyingine. Ndiyo. Na, atuelezee ili, samahani bosi katika situation iliyokuwepo sikuweza hata kukumbuka ni gari za namna gani zilikuwa ni eh, za blue, mabodi mekundu haya, mabodi kama ya ng'ombe haya, mafupi basi, mafupia, mm. Bwana ndo wakapambana pale, wakaleta connector wakaunga pale, wakasema bwana huyu bwana, tusiwache hapa hawa jamaa watarudi. Ndio basi, gari zikajaa pale, gari zikajaa pale, wakaja wanajeshi wakafika pale, wakaangalia angalia, wakaondoka. Wakaja polisi pia, wakaangalia angalia, wakaondoka. Ndio basi, ndio wakaniambia, wakati sisi tunaunga, palikuwa na betri huku uingia kwenye gari. Kwa hiyo nikakuta kila kitu chini, peaji chini, nguo zote zimefunguliwa, pesa zimechukuliwa. Nilikuwa na simu mbili, zote wamechukua, kila kitu, kila kitu, kila kitu, kila kitu, pesa wamechukua. Zitakuwa kama shilingi ngapi hivi? pesa dola nilikuwa na mia mia mbili sabini. Okay. Mia mbili sabini dola yeah. Alafu uh, kwacha nilikuwa nimezitenga, kwacha nilikuwa nimezitenga, kuda nyingine niliweka kwenye toolboxi, nilikuwa jumla na kwacha elfu tatu. Kwa hiyo mm, kwenye toolboxi niliweka elfu moja mia tano. mm na huko ndani pia niliweka 1500. Kwa hiyo ile ya kwenye toolbox imesalimika Andi. E, lakini pia kwenye drone ndogo nilimo kwa nimeweka simu, nilikuwa na hizi faranga za Kongo 12000, ambazo baada ya kulipa jana pale Bungugumu, ndio ile ilikuwa imebaki. Kwa hiyo na yenyewe imechukuliwa, amechukua na vitu vingine vidogo vidogo, chaja za simu nini, na vitu vilivyokuwa kwenye begi. Ah, sawa. Pole sana ale jamaa wakaniambia bana, sasa inabidi ujikaze. Nikasema mnisaidie kidogo, nyunga ya mguu wa kulia haitaki, nyunga ya mguu wa kulia haitaki. Basi wale mabwana wakaniambia hapana, si tunakubeba tunakuweka tu kwenye kiti mm, ukishaka utaendesha. Basi kweli wakafanya huo msaada, wakawasha gali kajaa upepo, basi wakawa wananiweka katikati, mmoja nyuma, mmoja mbele Mm. Katika mazingira ya wasiwasi wasi sana, basi tukaja tukaja basituktukajabs mm. Baada ya kufika kutembea kama kilomita kumi au kumi na mbili hivi mm. tukaiona tena imepaki na wale watu wakiwemo ndani ikiwa peke yake tu t imepaki upande wa kulia. kifupi, kifupi. Okay, uliniambia kuwa utaniambia kuhusu ambaye <sighs> aliitwa kwa jina lake. Um. Scott jana wakati anaingia kwenye gari alikuwa ananisemesha lugha hii ya Lingala. Mm. Bahati mbaya nzuri, bosi, ninaijua kidogo. Mm. Nasikia na najua kidogo, japo mengi si kama ninavyojua Kiswahili yeah. Kwa hiyo jana njia nzima tumetembea tunaongea ngala, mimi na yeye tunaongea mambo mengi tu, tumekuja tunaongea njia nzima mpaka wakati tunafika mm. Lakini asubuhi nimemsalimia kwa Kiswahili, akaitika kwa Kiswahili, alafu akaniambia akaniambia kwa Kikongo kwamba wamba oyebili ngala nazoke ndi malembe malembe, nikaambia kwamba ninajua, lakini najitahidi kujifunza polepole, mm. Basi tukasogea kidogo, akaanza kuongea Kifaransa tu mm. Hakuongea tena Lingala hata kidogo, akawa anaongea Kifaransa tu. Muda mfupi baada ya kukata simu yake nikamwambia hivi, wale wenzetu jana walitaka kuacha hivi hivi. sasa hivihivi sasa, waambie wasinipa Mm. Akasema nimekwisha wan... ambacho mimi sijakiona, na baadaye nikaona mmoja baada ya mwingine wanaanza kunipita, nikawa wanajaribu kutoa ishara kwa mkono ambayo bado haikuzaa matunda. Alivyokata tu simu yake mm. na tukio haikufika dakika mbili, tukio likawa limetokea. Unaona mm. haya mm. wakati chini pale Hmm. Siwezi sinaa kusimama kwa ajili ya uh, kile kipigo hmm. wale waliokuwa wanalisaidia kuwasha gari wa Tanzania wakamwambia, sasa wewe, si unaona mtu alivyo piga simu namba hizo hapo kwenye gari na umpige picha huyo jamaa, mpige picha na matukio yalivyo hapa na hali ilivyo na gari ilivyo paki hmm. hakufanya hivyo hata mara moja hakufanya hivyo hata mara moja, kwa hiyo inanitia wasiwasi. Siwezi kwenda huko moja kwa moja, lakini inanitia wasiwasi kwa hayo maneno machache, kwamba huenda ni mhusika wa tukio hilo. Ni kuta leo ndio hivyo bosi. Na unafikiri kwa nini wale hawakuweza haku, haku, kuchukua huo mzigo wa kopa? Wakati kabisa hapo, inaonekana dalili ilikuwa ni makusudio, ni kuchukua huo mzigo, maake mpaka wamepiga risasi. Na hivyo walivyo wale wawili ambao wamehusika, wamehusika kukata pipe mm, ambao nimewaona baada ya kuwa nimeshuka chini, wamefunua turubali upande wa katikati, ndiyo wametembea kwenye tela mpaka katikati, wakafunua turubali. Mm -hmm. Sasa, hakiri uh, ya haraka haraka labda hawakuweza kubeba kwa sababu nimebeba yale ma ambalo uwezi kushusha bila foko, uwezi kulishusha, ndio sio zile pleti zile bando za kawaida wakati mimi narudi kutoka kule kujisaidia kule, mm. Nikakuta mmoja akashikia kingamuzi yule wa kwenye gari, akamwambia kiache, akakitupa chini. Ah, okay. Kingamuzi. Yani. Eh. Ta, pole sana mzee wangu kutokana na hilo. Ehe, vipi kuhusu eh, ulifika wapi na mpaka mkaenda hospitali eh? Wale jamani ndio kuwa nao pale, wamepiga namba zilizopo ambazo ni za afisa wetu boss, moja kwa moja wamepiga zile namba ziko kwenye milango yote miwili mm. wakao pata wao kumpata, akawaambia watu wa kampuni yangu wapo wapo Konex Lubumbashi, ndio akaja hapa, ndio tukaanza taratibu za matibabu. Ah, okay. Vipi hospitali wanasemaje na kwa jinsi ulivyoelezea wa wamekufanyia vipimo? Hospitali wamesema tu, baada kwa sababu nimepimwa ultrasound, x-ray na kipimo kimoja, si wamekitaja jina lake sikukielewa baadaye hmm. hmm. na yani, wakati nabishana nao wale jamaa yani ili kuniangusha chini na kunivisha kama shingoni Hmm. Wali walitumia namna ya ku yani, watu kama watano hivyo, walitumia namna ya kuwa wananikanyaga hapa mbavu zinapounganikia na tumbo, kwa hiyo okay. Ni sehemu ambayo mpaka saa hii kidogo inanifanya kama vile natembea nimepinda. Sasa wale kule hospitali wakadai kwamba wanahisi wameona kama kuna kitu kinavuja damu ndani, kwa hiyo wakanichoma sindano na kunipa dawa za kuzuia hiyo damu kuendelea kuvuja apambavu zinapoishia ziakana na okay. tumbo hapa okay. Na ilikuwa muda gani sasa ulikuwa hospitali, na ni hospitali iko maeneo gani na inaitwaje, kama unakumbuka jina? Sikumbuki kwa sababu nimepelekwa kwa usafiri na kila mda unavyokwenda na lile jua lilivyokuwa, hali yangu ilikuwa inazidi kuwa mbaya, ila nakumbuka kama tumeenda kwenye hospitali moja, na baadaye wakanihamisha tena kwenda kwenye kwenye hivyo vipimo, wakanihamisha tena. Kwa hiyo sikuweza, sikuweza bosi labda kusoma hospitali ni ipi. Sikuweza, hapana, mm. na lakini wakati huo ni, ni, ni muda ambao kiza sasa ina, inaingia hiyo, na wakati huo ndio giza lilikuwa linaingia sasa. Giza... G... wakati wakati gani? labda unasema hospitali, yani baada ya kutoka pale mpaka mefika eneo ambalo imetakiwa uende hospitali, tayari ilikuwa jioni, magharibi inaingia sasa. Hapana, tukio limefanyika saa moja na sehemu ya asubuhi ah, ni asubuhi okay. saa moja na sehemu ya asubuhi ya leo. Ah, ayo okay, okay. Uh, ah, okay, um, ah, zimekuwa nyingi kulala hospitali. Basi wenzangu wakaniuliza unajisikiaje, nikasema naweza kujikongoja, basi ndo tukarudi jioni jioni hii hmm. Mimi mpaka hivi sasa kwenye gari nilikuwa nimelala, ndio huyu mwenzangu wa kampuni yangu akaja kunipongea mlango hapo. E, vipi mawasiliano na kampuni na jinsi mlivyokuwa mnashirikiana au mnawasiliana unaona? uh, uh, wakati niko maeneo ya hospitali au niko hospitali kule, daktari amezuia nisiongee na simu mm -hmm. na kama hivyo simu imekwenda, kwa hiyo walikuwa wanawasiliana wengine mm -hmm. kuna simu moja ndiyo bosi, kwamba naomba nimsikie sauti yake. Basi, basi. Okay. Na kuna taarifa nyingine, labda amepeleka kwa upande wa Kongo, kwa mfano kwa balozi, manake haya maelezo yako mimi nitayapeleka eh, kwa ubalozi ili wajue kwa yale tunayoyasema kila siku yanaendelea kutokea. Labda wewe kutamot <laughs> umetoa taarifa kwa, kwa upande wa Kongo au labda kuna kiongozi wako yote katoa taarifa hapa tuna agenti wetu ambaye mm. aliagizwa na ofisi aje kuanzia huo muda wa tukio, nikiwa bado niko sheri hapa, nimelazwa chini mm. lakini uweza kutokea mpaka jioni hii, na hospitali tumetoka jioni jioni. Kwa hiyo wakanileta mimi mpaka kwenye gari kwa usafiri wa teksi halafu wenzangu wakada kusafiri wa kwenda kule kwao ni shida, inabidi warudi na taxi hiyo hiyo kule za Lubumbashi. Kwa hiyo kifupi, bila shaka, hakuna taarifa imetolewa katika serikali au asasi yoyote ya Kongo, nina imani na hilo. Hakuna taarifa imetolewa sehemu yoyote. Utaratibu wa sisi Tanzania ni kwamba ukipata tukio kama hilo, hata hospitali, kabla ya kutibiwa, kuna kuwepo kuna kitu kama arabii eh, au tunaeta tunaita nini ya kutibiwa. Mm. Sasa, je, huko Kongo hakukuwepo na huo utaratibu, labda polisi wale hospitali wakataka taarifa za polisi afu ndio waendelee na matibabu, au kama zilifuata baadaye, hospitali hawakutaka taarifa zozote za polisi, kwa sababu kwa maana kwamba ukienda polisi kutaka PFC watataka hata hata hata gari wapeleke eneo la tukio na bado utachajiwa hela ambazo sijui dola mia sijui dola ngapi, wameongelea hivyo watu, nimesikia wanaongelea hivyo ah, Okay. Kwa hiyo bila shaka labda tatizo inawezekana lilikuwa ni pesa ah, Sasa hiyo kwa upande wa nani sasa, manake wesi ulikuwa tena umezidiwa unahisi ah, yani wakasema walikuwepo wamama wawili, wakasema kwamba kwa Kongo haina, haina wowote Ah, okay, sawa basi, sawa. Nashukuru sana kwa maelezo ambayo umenipatia, nasi maelezo yako yata watayapata madereva na Watanzania, lakini pia Watanzania ambao wanakwenda Kongo na kukaa chini ya mwavuli wa CHAWAMATA. tukiwa na mshikamano wa kweli, hakuna kikwazo kinachoweza kusimama